Kipindi hiki kilichopo machoni mwako ni mkusanyiko wa maswali mbali mbali ya dini. Maswali hayo ni mwongozo bora kwetu, ni maswali ya kujifunza, ni maswali ya kutujenga, ni maswali ya kuijua njia yetu. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Kutana na Abdillahi mwana wa Malimashi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mtazamaji wa Kishki TV, karibu sana katika show yako pendwa ya, ya Street dawa maalum ndani ya mwezi mtakatifu huu wa Dhulhija. Na leo Street dawa imeibukia hapa katika maeneo haya ya Temeke, na hili ni soko maarufu la Madenge. Swali langu nitauliza wale mahujaji kule Maka, swala hii ya idul adhuha wao wanaswali rakaa ngapi? Sisi huku tuna swali rakaa mbili Mahujaji kule maka wao wanaswali rakaa ngapi? Ni swali la mtego zaidi, kwa sababu kule maka mahujaji huwa hawaswali Eid. Wao hawashughulishwi na Eid, isipokuwa muda ule wa asubuhi. Wapo ambao wanakwenda kupiga jamarati na kufanya mambo mengine, kisha baadaye kuchinja. Je, watanzania tunafahamu vipi kuhusiana na hilo jambo? Tukawasikiliza wanatemeke. Nyuma ya kamera ni omari salum Nyanga, mimi ni mwana wa mali mashi, nifuate Street Daawah kukuelimisha hilo ndilo jukumu letu.

mbili mbili mbili hizo hizo hizo eh swali hizi hizi huo huo wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali? Mambo, Mambo mazuri? Mazuri. Unaitwa nani nani, ndugu yangu? Idi Rajabu. Idi Rajab. Biashara, biashara vipi, inaendaje? Ah, ndio hivyo hivyo. Tunauzaje? 50 50 100, 200. moja au fungu? Moja. Okay. Sasa bwana Idi

Mahujaji kule Maka bwana wao, hawaswali swala ya Idi, wanashughulika na mambo yao mengine ya haj. Nah. Ah, yeah. Ah, ya haji. Idi ya idi idi idi idi idi, sisi sisi huko, ambao tujaenda hija. Haya, chukua hiyo basi, asante ah, shukran. Kuna siku kuu ya Idi hapa, si ndio? Naam. Idi gani inaitwa hii? mashaallah mashaallah, unabatika kuswali swala swala swala zaidi eh. Hey, na tunaswali raka mbili, raka. Wale mahujaji kule Maka wao wanaswali ngapi swala idi al-Adha hii? Rakaa hizo mbili tu. Itakuwa pia na swali hizi mbili. Ni mbili tu. Street dawa kukuelimisha hilo ndilo jukumu letu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Hali yako? Salama. Mzima? Mzima. Unaitwa nani dada yangu? Naitwa Hadija Asman. Hadija Asman, wewe ni mwenyeji wa wapi? Mimi ni mwenyeji wa Tanga. Tanga. Wewe mbondei wewe? Eh, mimi mbondei. Sawa sawa. Unauza nini hapa? Mimi nauza nyanya, viazi. Nauza kilo elfu mbili, viazi navo kilo elfu mbili mia tano. Okay e. Sawa, Bi Khadija, hapa mbele sisi tuna sikukuu ya hili, si ndiyo? Ndiyo. Idi gani inaitwa hii? Hiyo, hiyo inaitwa Idi el-Hajj, siyo? Eh. Sisi tuna swali, shekhe swali, hizi sindio rakaa za swala hili tunasijua?

Kwa nini hawaswali? Wao wanajua wao wanashughulika na mambo yao ya hija, wao si waenda nah kuhiji kule. Sisi ambao tujaenda kuhiji ndo tunaswali swala ya idil Haji lhaji. Kwa nini iwe hivyo sasa? Yani ndo utaratibu wao, wanakuwa wanashughulishwa na hija tu, muda ule. Wao wanakuwa kufanya jamarati, zile shughuli za hija zile ndo wanazifanya wao, kwao wao kule swala hawaswali. Kwa mfano sisi tunafunga ile arafa, si ndio? Eh, wao kule nao hawafungi sawa? Sawa. Ichukue hiyo. Ulikuwa hujui eh, sio? Siku ambayo utajua hujui ndio siku ambayo utajua ulikuwa hujui eh? Street Dawa kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu. Bro, habari? Salama. Mzima? Mzima. Unaitwa nani wewe? Naitwa Abushiri. Abushiri nani? Chuma. Chuma. Yeah. Ah, wewe kweli chuma eh. Yeah. Wewe mteja hapa au? Ni mteja ni mtu wa no. karibu wa soko okay. Yeah. soko soko la nini? soko la la nini madenge. Kumbe, mimi mimi nimepatia nakuuliza swali swali swali swali swali swali swali bwana, hapa hapa mbele tuna tuna sikukuu ya hili, si ndio? idi gani inaitwa hii ile? ile? Eh, na raka raka raka raka ngapi ngapi? Kamili. safi kabisa. langu liko hapa sasa. Ikiwa sisi, sio? Wale mahujaji, kule Makkah wana swali raka ngapi? Swala ya Eid. Hawaswali? Ah, yani. Eh. Hawaswali. Hawaswali? Hawaswali. Kwa nini? Wao wameenda halafa, wakishamaliza wamemaliza. Tunaswali sisi ambao hatujafika pale. Sawa vipi kabisa? <laughs> Mashaallah, wana ushiri wao. Eh. Umeupiga mwingi sana. Sisi tunakupa zawadi yako bwana. Fungua basi. Tuambie kwenye basi kuna nini. Na washukuru. Ndio. Na washukuru sana. Ila naomba kitu kimoja. Hili jambo kama bahati kukutana nyie na Mwenyezi Mungu awabariki. Ah, asante sana. Itanifaa kwenye sikukuu ya Eid. Na washukuru sana, hey. Hii ni kadi. Yeah. Kadi kwa, kwa sababu umeshinda swali letu, umepata tiketi ya kushiriki kwenye fainali ya maswali kama haya sawa, ambao tutawafanya eh, tutakwambia wapi tua <mimu> madenge hapo au eh, pale Alhikma, na hiyo tutakuwa tunagombania mbuzi sao. Mnyama. So, Mbuzi eh, mnyama sio mbuzi pale eh, mbuzi pale ya kukunia nazi, mbuzi mnyama. kwa tunaomba uje insha Allah, mimi nashukuru. okay. na Mungu nitafika. nitafika. Kweli? Tutafurahi eh. E, sana. akinijalia nitafika kuuliza swali mzee Sultan. Niulize. Ukipata nakupa zawadi, sawa eh? Mm. nakupa elimu. Hapa mbele hapa tuna siku kuu hapa si mm. si ndio? ndio? Inaitwa inaitwa hii? Hii inaitwa Al-Haji. Haji. Eh, del -haji. Uwa una una, una, una, una kuswali swala swala sana. Ina, raka ngapi ile swala ile? Raka mbili tu. Safi kabisa. Sasa ikiwa sisi tuna swali raka mbili swala hii ya Idil Haji, sio? Mm. Wale mahujaji kule Makka, wao wana swali raka ngapi? kule sijajua rakaa ngapi, sijaulizia bado. Au hauna waketa, kwa 2 3 au 4 a anaona 2 tu hizo hizo. Hmm. Asante Sultan, sula ila mahujaji kule waswali rakaa 2 wao haswali kabisa wao, wanashughulika na, na mambo yao ya haji tu. hii ndio wao wanafanya mambo hayoaua umesahau Street Daawah kukuelimisha hilo ndilo jukumu letu. Biashara inaendaje? Hapa mbele tuna sikukuu hapa. Sasa mimi nakwambiaje? ikiwa sisi hapa tuna uh, swali sisi tuna swali raka mbili si ndio? Wale mahujaji kule Makka wa swala swala Eid alhaji wanaswali raka ngapi ngapi? eh eh wangu, salamu alaikum. wa salam, mambo vipi? Alhamdulillah, zima. Unaitwa nani? Mimi naitwa Salim. Salim nani? Salim Jafar. Salim Jafar, hapa hapa hapa mbele, siku ya Eid, ehe, inaitwa Eid gani? Eid Haji. Una swali swala Eid alhaji, lakini ewa na ngapi ile hiyo swala mbili Rakaa mbili no? Sasa mimi nakuuliza no. E, swali ikiwa sisi huku tunaswali rakaa hizi, wale mahujaji kule Makka i swala Eid na swali rakaa ngapi? Hiyo bado sijaelewa Jelewa? elejajua itakuwa ni tatu hey, nne au hizo hizo hey, Eh, jamani mempenda mesema ukweli hajui saminakufahamisha ban na shehe wangu hapa wale mahujaji kule Maka wao hawaswali swala hawaswali. Ha, wao wanashughulika na, na mambo yao ha, e, ha, ya haji tu. Haji. tusawa kupiga jamaratinna mambo Haya. Leo umejua hyosiku ambao utajua huju ndo ambao utajua ulikuwa hujui. Asante sana. Haya. sanay wangu,

Maswali na kambili kama sisi. Wale kama sisi tu. Ah. Okay. Asante Bwana Muharram kwa kujaribu ah, sure. Mimi naomba nakupe elimu bwana ah. Wale mahujaji swala Eid al-Haja okay. awaswali ah. sisi tu sisi tuna swali tunaswali wanaendelea na mambo yao ya ya haji yale kupiga jamarati. Kutoka hapo anaenda kunyoa ah. kuchinja ah. kama ambavyo sisi tunafunga alafu wao kule hawa. hawafungi ah. ah. ah. Street dawa kukuelimisha hilo ndilo jukumu letu Shaka wangu

Asante Shagora kwa kujaribu. Eh, naomba tukupe elimu. Swala idhal haji, mahujaji kule huwa hawaswali. Aha. Wao wanashughulishwa na mambo yao ya ya hija, yaani kufanya jamarati. kama ambavyo sisi tunafunga Arafa, kule wao hawafungi. Nashukuru sana sana. Sheikh. Asante Street dawa kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu. Sheikh, Sheikh wangu wangu. Wa alaykum salam. Bibi hali? Ni Omar. Sheikh Omar, basi swali langu, assalamu alaykum nimesikia. majibu yake ni nini? kwa itakuwa mahujaji mahujaji pia wana wana swali mbili tu, hawana elimu swala swala, kupiga mawe hawaswali. Hii takbir, mashaallah. Umar Umar amepiga mwingi sana, hili swali limashinda watu wengi sana bwana. na zawadi wa swali yako hapa. Naomba ufungue, kuna nini. Kama usaki kufungua, basi tutakufungua. Hiyo ni zawadi yako. Haa, lakini kushinda kwa swali hili pia umeingia kwenye fainali ya kugombania mbuzi mnyama, kwa maswali kama haya, na hii ndio tiketi yetu, ambayo hii imekufanya uingie kwenye hiyo fainali, na tutaifanya aidha pale katika uwanja wa Madenge jirani kabisa na wewe au ofisini kwetu wale hikima sawa, kwa hiyo eh? tutakuita tunaomba ushiriki wako sawa. Inshallah. Utakuja habibi? Inshallah itakuja. Basi inshallah, yeah. Street dawa maalum ndani ya dhulhija siku leo imeisha hivi, na leo nilikuwa hapa katika maeneo haya Temeke katika soko la Madenge, ndani ya soko na nje ya soko pia. Challenge leo umeweza kuisikiliza vile ambavyo niweza kuwatega zaidi e, waulizwaji wa maswali haya katika siku hii leo ni swali ambalo lilikuwa kimtego zaidi, lakini ukweli ni kwamba mtazamaji, kama ambavyo uliwasikia wale ambao umepata katika swala ya idil haj, wale mahujaji wao hawana swala ya idi, kama ambavyo wao hawana funga ya arafa, wao wanashughulishwa na yale mambo ya haj ambao wameyaendea pale. Siku ambayo utajua hujui, ndo siku ambayo utajua ulikuwa hujui. Nyuma ya kamera ni omi the way Omar Salum Nyanga, mimi ni mwana wa malim Mashi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kipindi hiki kilichopo machoni mwako ni mkusanyiko wa maswali mbalimbali mbali ya dini. Maswali hayo ni mwongozo bora kwetu, ni maswali ya kujifunza, ni maswali ya kutujenga, ni maswali ya kuijua njia yetu. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Kutana na Abdillahi mwana wa Maalim Mashi. Street Daawah, kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu.